Tufungue Mathayo sura ya ishirini na sita. Mathayo sura ya ishirini na sita mstari wa kumi na saba. Siku ya kwanza ya siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pakula Pasaka? Akajibu, nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia, nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako tuendelee na tukio la kuandaa na kula pasaka mstari wa 26 walipokuwa wanakula yesu akachukua mkate akashukuru akaumega na kuwapa wanafunzi wake akisema twaini mle huu ndio mwili wangu kisha akakitwaa kikombe akashukuru akawapa akisema nyweni nyote katika kikombe hiki je hicho si kikombe chenye divai ya pasaka akawapa akisema nyweni nyote katika kikombe hiki hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Agano la milele lililoandaliwa na kuahidiwa na Mungu ni mkate na divai ya Pasaka ambavyo vinawakilisha mwili na damu ya Yesu. Kulingana na Yohana sura ya 6, nini kitatokea kwa wale wanaokula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake? Watakuwa na uzima wa milele. Basi Yesu alianzisha sherehe gani ili tushiriki mwili na damu yake? Alitujulisha kwamba ni sikukuu takatifu ya Pasaka, yaani agano jipya. Kwa hiyo leo tunaweza kuhakikisha kwamba yeye anayewaokoa wanadamu kupitia Pasaka ya agano jipya ndiye uhalisi wa mana mkate wa uzima kutoka mbinguni. Hatimaye mbinu ya wokovu ni ile ile, wakati wa ujio wake wa kwanza na wa ujio wake wa pili. Kwa maneno mengine, wale watakaopokea baraka ya uzima wa milele ama wakati wa ujio wake wa kwanza au wa pili watafanya hivyo kwa kudumu katika ukweli wa Pasaka ya agano jipya kwa kuula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake na kufuata njia hiyo hiyo ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya wokovu. Mungu anatuamsha kwa uhakika huu kupitia Yohana sura ya 6.